Kwa hivyo lazima tufanye kila maandalizi ambayo yanahitajika, na wewe ni mmoja wa sehemu ya kumshangaza huyu Mungu. Uchumi ni watu. Unaweza ukaangalia jinsi ulivyo, ya kwamba mimi na elfu moja tu, mimi na elfu tano tu, lakini hakika nakwambia elfu moja za watu mia mbili sio elfu moja tena. Haleluya! Elfu kumi za watu mia mbili sio elfu kumi tena. Ninaomba usisubiri ya kwamba upate fedha nyingi ndipo upate kutoa. No, kwa hivi toa hata kama ni elfu moja, mwambie Filipo, hii ni ya maendeleo. Unajua, ukigawa mchango tulio kubaliana kwa siku ni shilingi 400, hujapiga hiyo sawa? Nimesema shilingi ngapi? Yes indeed less than 400 400 Haleluya! Kwa hivyo fanye hivyo, na wala mzigo hautakuwa mkubwa, na wahasibu wetu ni waaminifu kabisa kabisa. Hakuna hata shilingi moja ina, inapotea, na mimi nasimamia hiyo shilingi mpaka shilingi ya mwisho. Amen! Kwa hivyo tufanye hivyo. Tuna mambo mengi kama tulivyokubaliana kwenye mkutano mkuu, lakini hili la kupanua mahala pa kuabudia ndiyo priority yangu na priority ya Roho Mtakatifu. Haleluya! Lakini naomba pamoja na kwamba tulisema mwezi wa kwanza na wa pili tutaendelea kumaliza zile za ahadi za mwaka uliopita na ile halambee iliyopita, watu wote waliokuja kwenye halambe tusiache kuwakumbusha, na nitaomba timu ya maendeleo basi, tutabaki tuone namna ya kuwakumbusha wale wote walioahidi Uh, kwenye halambe na hawaja hawajatoa. Amen. Maana tulipiana mwezi wa kwanza na mwezi wa pili, na hiyo imepita. Lakini tabia ya mwanadamu ni kwamba lazima akumbushwe ili atoe fedha. Ni ni wachache sana hawakumbushwi. Jumapili iliyopita tulisema wako watu waishamaliza. Ina maana huyu ni mtu ambaye hakumbushwi, akibada nafasi anatoa lakini it is common kwa watu wengi, hata wenye fedha, hata matajiri aambiwe kutoa ndipo anafanyaje, ndipo anatoa. Na usione vibaya ya kwamba unampushi mtu kutoa. Fanya hivyo, na jumapili ijayo kila mtu atakayeingia mahali hapa atapata fomu ya kuchangisha. Kila mtu, hakuna kusema mimi na uwezo wa kutoa fedha niliyopangiwa, no. Kila mtu tunahitaji fedha yako, lakini tunahitaji uongee na watu ya kwamba kuna kazi ya Mungu inafanyika. Unajua, usipokuwa na uwezo wa kusimama na kumwendea mtu kusema uchenge ufalme wa Mungu, bado hujahubiri Injili. Lazima uwe na uwezo wa kumfesi mtu. Mimi mchungaji wako ninafanya hivyo. Naweza nikimwomba mtu elfu hamsini ataniuliza kwa nini huyu ananiomba elfu hamsini Namwambia ni ya mifuko mitatu ya sementi. Kuna ukuta wa kujenga, kuna jengo la kanisa la kujenga. Mimi ninaomba kwa kuwa na mimi watu wanakuja ofisini wanasema tuna mchango. Hawa wanaokuja ofisini kwangu, iwe sawa na wewe uende ofisi za watu wengine, mahala wanapofanya biashara, mahala walipoajiriwa, na haijalishi ni nani. Haleluya! Naona nchi yenyewe inaomba. Samia mwenyewe, rais anatoka nchi, anaenda kuomba maisha toka unapozaliwa hata Yesu atakaporudi kwenye unyakuo ni kuomba. Wanawaambia watu, hata wale wanaodhani wamefedha, wanaajiriwa. Kabla ya kupata hiyo kazi, waliomba tena, walilia, walipiga magoti, wakasema mimi ndio nastahili, sio so yeye, wakaja na kwenye madhabahu: Mchungaji niombeni, nipate kazi. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye hao. Ukishindwa kufanya hivyo, hata Mungu mwenyewe utakwenda mbele zake mara kwa mara.